Saba za kufanya baada ya kuitwa kazini, usipoteze fursa hii. Habari na karibu kwenye chaneli yako ya kuaminika kuhusu ajira Tanzania. Leo tuna breaking news kutoka sekretarieti ya ajira utumishi wa umma, majina walioitwa kazini yametoka, lakini usiishie kusoma tu jina lako. Kuna hatua muhimu sana za kuchukua ili nafasi yako isije ikapotea. Twende pamoja hadi mwisho. Kwanza kabisa, hakikisha kama jina lako limo kwenye orodha. Majina yamepangwa kulingana na mamlaka ya ajira kama vile halmashauri ya jiji la Tanga, Singida, Itigi na nyingine nyingi, na nyingi. Tafuta jina lako kwa uangalifu, angalia kada uliyoomba, ingia kwenye akaunti yako ya ajira poto. Kiwa umeitwa sio mwisho wa safari, lazima uingie kwenye ajira poto kupitia portal.ajira.go.tz na kupakua barua yako ya kupangiwa kituo cha kazi. Barua hii ndiyo tiketi yako ya kuripoti kazini rasmi. Andaa vyeti vyako vyote. Wakati wa kuripoti kazini, lazima uende na vyeti halisi kuanzia kidato cha nne hadi cha juu. Hii ni kwa ajili ya uhakiki kabla ya kupewa barua rasmi ya ajira. Pia jifunze kuhusu kituo chako cha kazi Kabla ya kuripoti, tafuta taarifa kuhusu kituo chako cha kazi, mazingira yake, changamoto na fursa. Hii itakusaidia kujiandaa kiakili na kivitendo pia. Lakini pia jiandae kisaikolojia na kitaalamu au kitaaluma. Kazi ya serikali ni heshima kubwa. Jiandae kisaikolojia, kujifunza zaidi, kufanya kazi kwa bidii na kuwa sehemu ya maendeleo ya taifa. Tafuta mentors kazini, jifunze kanuni na taratibu mapema. Weka rekodi ya barua na mawasiliano Hakikisha unahifadhi barua zote iwe kwa kuchapisha, iwe kwa kuchapisha au kuzipakua kwa njia salama. Hii itakusaidia pindi kutapotokea sintofahamu yoyote. Usikate tamaa kama hujaitwa. Na kwa wale ambao hawajaitwa safari hii, usikatishwe tamaa. Maelfu huomba, wachache hupita. Endelea kujiandaa na fuatilia matangazo mengine mapya. Ushindi ni kwa wenye uvumilivu. Subscribe kwa ajira update na maelekezo zaidi. Tunaendelea kuleta updates za ajira, usaili na ushauri wa kitaalamu. Subscribe, piga kengele na share video hii na wote walioomba kazi. Hongera kwa wote waliopata kazi na heri kwa wanaosubiri fursa nyingine. Santeni na karibuni.